Taarifa ya nne inasema takriban watu 13 wameuawa katika shambulizi la kujitoa muhanga kwenye mji mkuu wa Somalia, huko Mogadishu. Takriban watu 13 na wamepoteza mm, maisha katika shambulio la kujitoa muhanga katika nchi ya Somalia, mji wao mkuu mm, Mogadishu. Haya matukio kama alipumzika fulani hivi katika nchi ya Somalia mm, kwa maana sasa hivi amerudi tena kwa kasi sana, na tatizo nasababishwa na nini? Tatizo ni utawala, tatizo imani kali za kidini, tatizo ni uchu wa madaraka, tatizo labda ni nini hasa nachopelekea mpaka vitu kama hivi? Ah, kwa haraka haraka mm -hmm. tumeweza kufuatilia sana katika mm -hmm. maelezo mengi ya, ya nchi ze, za jirani ambazo zimekuwa mm -hmm. na changamoto hii mm -hmm. ya kutoweka kwa amani mm -hmm miongoni kati ya e, mambo ambayo yanayosababisha yana mm. ni kama yale ambayo tulizungumza pale awali, watu kutoa siri mm. za nchi <coughs> e, kudukua mambo mbali mbalimbali, mm. na unaweza wakakuta viongozi wa nchi hiyo wanaenda sawa sawa, lakini kutokana e, kiongozi mwenyewe hana hata ile nguvu mm. ya kutawala pia. Nchi jirani zenye mabavu zinasababisha pia unakuta kiongozi fulani wa nchi mm. yeye, yeah, an anatawala nchi lakini, pia wewe kiongozi anatawaliwa na nchi nyingine, nchi nyingine. Sasa bwana, wewe fanya hivi <coughs> nitakubutua, sijui fanya hivi, unijui mimi mm. mikataba, wana, <coughs> kamumi, mikataba mikataba kama mimi anaongeza mikataba mwisho wa siku. Sasa wanakuja katika jamii, labda ardhi mm. hii imechukuliwa na mm. watu fulani, mbona mm. <coughs> hao wanatuingilia katika makazi yetu, wanachukua ya ardhi, wanafanya hivi, wanafanya hivi mm. sasa wananchi wanajikuta sasa, sisi ndio sasa, sasa, tunaonewa, tunauzwa. sawa sawa hii kabisa. Hapana, sisi o tushike bunduki mm. tuingie na sisi tukapambania nchi tuka. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kuna uongozi mbaya mm. inaweza kaa kuna uongozi mzuri lakini wao wenyewe wamejitengenezea mm. mazingira ya kutawaliwa ovyo ovyo. sawa sawa kabisa. Mm -hmm. Na tukiangalia pia hivi, uh, ni kweli kabisa Uislamu unaruhusu mambo kama haya kabisa, watu kuvamia vamia kuwaua kujitoa mihanga? Uislamu unaruhusu kweli, ya mambo Uislamu haujaruhusu hilo. Na sasa hawa imekuwa, wanafanya hawa wanaofanya kwa ajili ya nani? imekuwa imekuwa imezoeleka sana katika fikra za watu wengi mm. kwamba Waislamu sijui wakaida yao mtu kidogo mchinja mechinjwa mm. simefanya hapana. Uislamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yeye yeah, alivyouleta Uislamu mm. hakuuleta kwa namna hii. Sasa jihadi tunazungumza jihadi, yeah, wakati wow, ule ilikopo jihadi ya kuipambania dini kuwatoa mm. watu katika kiza kutoka mwanga. Sasa, sasa. hivi mwanga ushaonekana bwana Mtume mm. kashatuachia mwanga huu yeah. Hapa yeah, sheria yake ni hii, sheria yake ni hii mm. kilichobaki sasa hivi ni kupambana na nafsi zetu mm. mwenzangu, kukafanya hivi mnasih wamefanya mm. sijui nini, tumia njia za busara kurekebisha, so viongozi wamefanyaje, wafuateni viongozi. Tena, tena hapo katika ishu ya kusema kwamba, uh, jihadi Mm. Jihadi lili neno watu wanalitafsiri vibaya sana, ni kweli. Kwa sababu kas, katika watu wengi wanafikiri kama jihadi ndio kama wanavyofanyaga watu kujilipua kujitoa mihanga <laughs> kumbe hapana, jihadi kweli ni kujitoa, lakini kujitoa ambapo kupambana kwa, kwa ajili ya maslahi ya kitu fulani, ndio maana ya jihadi. Na jihadi naisi kama vile kwa kuwa lili neno la Kiarabu wanalitumia sana mm. Waislamu ndio limeonekana kama kama lina nofu fulani hivi na ukatili ukatili. <laughs> Kumbe jihadi, tukumbuke kwamba zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa hai, Waislamu walipambana vita na wasiokuwa Waislamu, sawa. Kwa maana tukisema leo Tanzania kuna Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wanajulikana ni kina nani ambao sio Waislamu. Kwa maana kipindi hiko, wasiokuwa Waislamu na wao pia, walipigana vita na nani na Waislamu. Kwa maana na wao walikuwa na jina lao Dio. la kuinusuru dini yao walilitumia Dio, kama vile ambavyo sisi waislamu tulipambana vita kuinusuru dini yetu, tukatoa jina la kusema jihadi, ama tunajitoa kwa lengo la kuipigania na kuinusuru dini, tukatumia neno jihadi. Kwa hiyo hata na hao wenzetu ambao walikuwa sio waislamu kwa, kwa zama zile kwa za walipambana na waislamu kunusuru dini yao, wakatumia neno la kwao, ndio sasa, imagine neno la kwao walitumia lingekuwa li maarufu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo na watu tungeita bagaidi. Yeah. Hapana moja, hilo la kwanza. La pili, Bwana Mtume sallallahu alaihi mm. wasallam mm. wakati ndo waislamu sasa washapambana vita vya mwisho mm. vita vya mwisho kabisa, mtume akawaambia waislamu kwamba rajana min aljihadi al akbar ila min aljihadi al asghar ila al akbar tumetoka kupambana vita ndogo. Ndiyo. Sasa tunaelekea kupambana vita Liyo. kubwa. Sasa pale maswahaba na waislamu wakaanza kushangaa vita kubwa, kuna vita kubwa na zaidi ya hii mtume? Watu wamepoteza viungo vyao, watu wamepoteza maisha, watu wameachwa wajane, wameachwa mayatima, leo kuna vita nyingine zaidi ya hii? Sasa wakamuuliza bwana mtume, famal akbaru ya rasulullah sasa ipi ni vita kubwa kuliko hii tutakupambana, Mwenyezi Mungu, mtume wa Allah? Mm. akamwambia jihadi iliyokuwa kubwa kuliko hii ni jihadi ya mtu kupambana mm, na nafsi yake. Kwa maana nafsi inakwambia iba, mm, sasa unatakiwa ndio upambane nayo ikataze, hapana bwana, mtoto we, bwana mchumba we, au hunamwachaje bwana, we, mm, muachaje, bwana. <laughs> Uikataze nafsi yako iambie, bwana hapana bwana, bwana, bwana mimi ule mpaka ni Bwana umalishe hoza, anapita pale shemeji yake, mke wa Hamisi. Wewe kama wewe, nafsi yako uizuie, kwa maana sasa ndo unakuta kama hivyo. Bwana fedha za Waislamu hizi milioni mia tano hizi, Waislamu wajengee shule, Waislamu wajengee madarasa, labda Waislamu wajengee visima wewe unachukua milioni 500, shule unachukua milioni hamsini ndio unaipeka katika mambo mengine hayo ambayo kwa hiyo hilo yote ni jihadi. Na leo maasi yote yanayotokea viongozi wote wanaoyafanya kutokana na nini? Wameshindwa kuzizuia nafsi zao kupambana na yani kut, jihadi, jihadi ya yao ya nafsi wameshindwa kuipambana kudhibiti matamanio yao ya nafsi. Kwa hiyo tunawaambia ndugu zetu ambao walikuwa so Waislamu ni kwamba hakuna neno jihadi katika Uislamu likimaanisha ukatili hakuna, hakuna. Bali jihadi maana yake ni kujitoa, ni kujinusuru ni. Na Uislamu pia haujaruhusu mtu kuchukua panga kumchinja mwenzio, kuchukua bunduki kwenda kuua. Uislamu haupo hivyo. Hao wanaoyafanya hayo ni uchu wa madaraka yeah, ni uchu wa madaraka, madaraka. Kwa hiyo bwana, kwa upande huo bwana, ndugu zetu, tunaomba Mwenyezi Mungu bwana wa Kisomali Awepushie na majanga hayo.